Kwa hiyo unanyanyasa kwa hizi vipi pesa vyako, si ndio? Eh, unanyanyasa kwa pesa zako ko elfu mbili elfu tatu unaanza kunisimanga, sio? Nisikize nikwambie, mwanamke. Mimi pesa zangu za kwangu mimi mwenyewe sawa. Pesa zako tunatakiwa tutumie, mimi na wewe, kwa sababu mimi ndio mwanaume ndani. Mimi pesa zangu lazima nikafanye harakati nyingi nyingi, ni kwa ajili ya kujiendeleza kifamilia. Nisikilize nikwambie, kiburi chako na dharau zako. Ah! <coughs> <coughs>

Dada ipi? Niambia nimwagilie maua. Dada ipi ndo nani? Mimi nimekupa kazi ya kupika jikoni, umeacha kazi niliyokupa, umekuja kufanya kazi nyingine. Sipendi kabisa kuingiliwa kwenye maamuzi yangu. Mimi ninapokupa kazi, nahitaji ufanye hiyo kazi kwa umakini na kwa wakati husika. Ila basi, hebu nimalizie kumwagilia maua afu niende nikapike. Hivi kumbe wewe ni mpumbavu eh? Yaani mimi nimekupa kazi, alafu tena unaniambia nisubiri umalize kumwagilia maua ndio uende ukafanye hiyo kazi. Hivi una akili timamu wewe? Unataka wageni wangu waje wakute haujapika, eti unafanya kazi alokupa Happy. Mama. Mama, ni mama. Mama, sasa mama, utendelee kumpiga mtoto watu hivi mpaka lini? Iye unampiga mtu mzima kama mtoto mdogo kila siku. Kumbuka mama, huyu ni binadamu kama sisi.

au nahisi labda kwamba nakupenda sana kiasi cha kwamba siwezi kufanya chochote juu yako unanionaje? Labda vyovyote vile unavyohisi ndo hivyo hivyo. Alafu mi ni mtoto wa kike, ukiangalia ni mdogo sana, nisipofanya stali nisikilize mahil. Kama hauwezi kuwa na mimi, naomba tafuta mwanamke mwingine anayekufaa, ila siwezi kuacha kunywa pombe wala kwenda klabu wapo wanawake wengi sana ambao wanapenda starehe kuliko hata wewe, lakini wanaweka respect kwa waume zao. Kwa nini unashindwa kuniheshimu mimi? Nimekuja hapa tangia jana jioni na kupigia simu, simu zangu haushiki, unanirudia sasa hivi saa saba tena mchana kweupe. Unataka nikufanyie nini ili ujue kwamba nakupenda? Hebu naomba unaambia, unatoka wapi? Nilikuwa wapi? Ni maswali gani pumbavu unaniuliza? Yaani, mimi nimempa kazi afanye, ameacha kufanya kazi niliompa, amekuja kufanya kazi zake nyingine, na wageni wangu wako njiani wanakuja. Anataka aje anitia aibu mimi mbele ya wageni zangu. Naomba unisamee mimi mama. Umeonisa umempiga mtoto watu kosa sio hata la kwake. Mimi ndio nilimwambia yeye aje mwagilizie maua alafu mimi nilikuwa namaliza kuoga nikapike hicho chakula. Ukapike chakula, kazi yake nini humu ndani? Si analipwa mshahara? Mshahara analipwa kwa kazi gani? Mpaka wewe ukapike hicho chakula? Samani mama. Sasa nisikilize vizuri wewe binti. Ninakupa dakika kumi. Nikute hicho chakula kimeshakamilika kwenda. Otana na mashati. Oh mchezo. Pole. Naomba unisamehe. Sana mimi. Nakupenda. Nakupenda pia. Haya, nenda kapike hicho chakula alafu nitamalizia kumwambia mzee. Halafu so, kingine ndege wafana nao ndo hao hao wanaruka pamoja. Sasa na wewe nenda katafute ndege ambayo anayekufaa wewe kwa kila kitu, ili uache kupoteza muda wako wa kuanza kuuliza maswali ya kumbapamahali unajua, unanikosea sana. Hata mimi pia ni kijana mdogo sana na mambo mengi sana ya kufanya, lakini yote nimeamua kuyaacha kwa sababu yako. Kwa nini unashindwa kubadilika? Anifa, mi nakupenda sana na wewe mwenyewe ile jambo unalifahamu vizuri sana. Kama ukibadilika, nipo tayari nikakupeleke nyumbani hata leo nikakutambulishe kwa wazazi wangu. Bado mapema sana mimi kupangiwa majukumu na mwanaume kwa sasa hivi. Kama utaweza kuishi na mimi, sawa. Kama hawezi na kuruhusu, naenda kutafute mwanamke mwingine. Wene shida ipo wapi? Fami, karibu sana binti yangu, nimefurahi kukuona. Asante sana mama yangu. Vipi, itatumia kinywaji gani? maana hali ya hewa ya huku kwetu Dar es Salaam joto kweli. Maji tu mama yangu. Sawa, so. Dada Abena, njoo. Mama, si nilishakwambia kwamba nakuja? Shida nini sasa, muda wote unapiga simu? Nakuja bwana, nipo njiani, sasa hivi nafika. <laughs> <laughs> Ah, ah sisi ukatablishi kwenu ili iweje? Kwa hali hiyo mamako ana imani na yeye, wala usalama ni ukiwa nje nyumbani kwake e, mrudi nyumbani kwenu. Sijui kama mamako ana pressure bure mimi nipo ndani napumzika, naomba mlete mgeni wangu maji. Sawa fami. Vipi binti yangu, nilitegemea ungefuatana na mama, lakini umekuja mwenyewe. nini kimetokea? Amna tu mama yangu, ni changamoto kidogo ya, ya tiketi, ila mpaka jioni watakuwa wameshafika. Basi sawa, nimefurahi pia kukuona, maana tulikuwa tunazungumza tu kwenye simu, lakini leo nimekuona, binti yangu mrembo, mashawaa. Sawa mama, nimefurahi pia ashameo, nakupenda. Uwe vipi mpaka sasa hivi? Naende kuoma mama kuna presha. Naanzaje kuondoka ileakuwa sipo sawa. Na mwenyewe najua fika ni jinsi gani mimi ninavyokupenda. Hata kama nikiondoka nitakuwa na mawazo tu huko ni ondako. Kwa sababu hakuna mtu mwingine yote ambaye anaweza kuniweka sawa zaidi yako. Ni owe mahali kama muelewa, utaelewa. Kwa sababu mimi siwezi nikafanya vitu ambavyo unavitaka wewe au vya kwangu mimi hautaki. Yani, kama ni hivyo kila mtu afanye tu maisha yake noanif. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho hata siku moja, siko tayari kabisa mahusiano yetu sisi yavunjike. Mimi nimekubali tuishi hivi hivi, nitavumilia tu kwa kila kitu. Ehe, uko jikoni vipi, kila kitu kipo sawa? Ndio. Una uhakika? Ndio mama. Haya sasa nisikilize vizuri. Kama kila kitu kimeshakamilika huko jikoni. Kusanya virago virago vyako vyote. Ondoka nyumbani. Sawa. Sitaki kukuona hapa, nina wageni wangu. Kwa hiyo sitaki kukuona unajipitisha pitisha tu hapa bila sababu ya msingi. Sawa? Hai haraka. Sawa basi. Nenda kwanza nyumbani ili mtu wa mako amani ya moyo asije apata pressure. Alafu kesho njoo tutashinda kuanza asubuhi mpaka jio, jioni. Kwa nini tushinde mpaka jioni? Mimi naona bora tungelala tu mpaka asubuhi. Alafu, ikifika asubuhi, mimi naondoka zangu. Unataka tuanze kugombana tena sasa? Utashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni, utarudi kwenu. Kwani unapenda sana kwenda klabu? Em, basi jaribu kupunguza hata kidogo, wachane na hiyo tabia. Acha nistareke kwanza, sasa hivi nitakuja tu kuacha. Sawa, naomba basi unisindikize. Sawa, oh, ngoja ngabadilishe nguo nangu. Vipi, umetoka wapi? Nimetoka kazini, maswali gani unaniuliza hayo? Lakini nakuuliza umetoka wapi? Nimetoka kazini. Mme wangu sikilize, nikwambie kwambie wewe. Sawa, hivi una akili timamu kweli? Eh, mwanaume wako anatoka kazini nakuja nyumbani, nyumba chafu, hakujapikwa. unataka nikale polisi? Sio nazungumza na wewe? Lakini mme wangu, yani una, wewe pia unafanya kazi unapata hela, unashindwa kupitia hata mgawani ukatoa elfu mbili tu ninunue japo chakula ule, jamani kweli. Hivi unionee hata uluma mwenzako, nachoka kule nafanya kazi ngumu, nirudi tena hapa jamani, mda mwingine mara moja moja wewe unaniulumia jamani. Unasema nini? Mpumbavu wewe, unajua nini maana? Mwanamke mwanamke kazi yake ajua mwanaume wake anapendezaje hali kwa wakati. Sikia nikwambie, wewe nisikilize kwa, kwa makini, mimi sio mjinga kuja kuishi humu ndani na wewe. Wewe unatakiwa ujue majukumu yako kama mwanamke mwana <muchasana> Hepi mwanangu, huyu ni mtoto wa rafiki yangu, anaitwa Fani. Fani, huyu ni binti yangu, anaitwa Hepi. Sawa, nashukuru sana kwa kufahamu. Nashukuru Fani. Mama, hivi kwani unapenda sana kufanya vitu bila kutushirikisha, hali ya kuwa tunaishi watatu tu humu ndani? Kitu gani Hepi nimefanya bila kukushirikisha? Najua huu ugeni haufahamu, lakini mama yake yupo njiani anakuja. Kwa hiyo akifika, nitakutambulisha kila kitu, utaelewa. Kwa utaelewao? Unanyanyasa kwazivi pesa vyako sindio? Eh, unanyanyasa kwa pesa zako, vyefu mbili vyefu tatu, unaanza kunisimanga sio? Nisikize nikwambie, mwanamke, mimi pesa zangu za kwangu mimi mwenyewe. Sawa, pesa zako tunatakiwa tutumie, mimi na wewe, kwa sababu mimi ndio mwanaume ndani mimi pesa zangu lazima nikafanye harakati nyingi nyingi kwa ajili ya kujiendeleza kifamilia. Nisikilize nikwambie, kiburi chako na dharau zako. Usijisikie <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> vibaya. Kwa kwanza leo mara ya kwanza anakuona, kwa hiyo sikumtambulisha ujio wako. Kwa kwa hiyo kwa kuwa na amani kila kitu kitakuwa sawa, mama <coughs> yangu. <coughs> Alafu mama, ulisema wageni wakishakuja wote utanitambulisha vizuri. Sasa mi naona wote wameshakuja kuja, afu useme kitu kuwa na amani. Tunamsubiri kaka ako Mahir afike, then maongezi mengine yataendelea. hmm. Mama mi ina kazi nyingi sana za ofisini, nikimaliza hapa naingia ndani kufanya kazi zangu O, sidhani kama nitatoka tena. Mi naona bora ungenitambulisha kwanza, ili mi nikiendelee na shughuli zangu. Okay fine. Hawa ndo wale wageni niliokueleza kwamba watafika. Ule pale ni Femi, kama nilivyokutambulisha awali, na huyu ndiye mama yake, na ujio wao hapa una sababu, lengo kula ujio wao hapa ni kuunganisha familia zetu mbili. Sijakuelewa, mama. Yaani unamaanisha unataka hao watoke waje tuishi nao hapa kwetu? Hapana, namaanisha kwamba nahitaji kijana wangu mahiri amoe en natoka nikirudi nikute chakula kisha mpumbavu. Mama bwana. Yani mama, mimi najua kwamba unamjua vizuri sana kaka mahi kuliko hata mimi, na unajua ni wanawake wa aina gani ambao anawapenda. Mimi sifikiri kama yule anaweza kawa miongoni mwa wanawake ambao kakaangu mimi anawataka, binti. Labda tu nikushauri kitu kimoja, huko ulikotoka, najua huwezi kukosa mwanaume, kwamba ulikuwa upo sikuwa. Kwa hiyo mimi ningekushauri tu unganganie huyo mwanaume wako, kwa sababu sina uhakika kwamba hizo ni akili zako wewe. Utoke huko ulikotoka unamfata mwanaume kwao ili umuombe akuoe, hata sidhani kama watakuja kukusaidia chochote wakati unateseka. Na kwenye akili yako weka hivi, kakangu hauwezi kukupenda abada. Happy, maneno gani hayo unaongea mbele ya wageni? Kwa nini unataka kuniaibisha mbele ya wageni wangu? Kama hauna chochote cha kuchangia juu ya hili jambo nililoliongea, ni naomba ukae kimya usijua ukaniharibia kabisa siku yangu. Ah, Kumbe nakutia aibu mama? <laughs> kama mimi hapa nimekutia aibu, sina adabu, subiri Kaka Mahi yaje, ndio utajua maana ya kutiwa aibu. Mimi nipo ndani mama. Femi, binti yangu, kuwa na amani, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Kwani shoga yangu ulikuwa ujakaa chini na kuzungumza na watoto wako kuhusiana na jambo letu? shoga yangu, kuwa na amani. Kila kitu kitakaa sawa. Mi Mahiri mwanangu, unamuweza yule, yaani na mudu kabisa. Kwa hiyo kuwa na amani, kila kitu kitakuwa sawa hmm. Sawa. Shikamoo mama. Marhaba mwanangu, haujambo jambo, sijui wewe? Namshukuru Mungu, tumeshinda salama. Na naona tuna ugeni hapa. Ndio. habari yako dada? Salama tu kwema, kwema tu, sijui za kwako? Niko poa. Karibu. Asante fami, ambao tupisha kidogo Mwanangu unamuonaje yule binti mzuri, eh? <sighs> Ndiyo, ni mzuri, ndio ni mzuri. Kwani vipi? Naomba nisikilize kwa makini mwanangu. Dunia sasa hivi, kumpata mke bora imekuwa ni mtihani kidogo. Kwa hiyo mimi kama mama yako natamani kijana wangu upate mke sahihi, mwanamke bora na mwanamke bora ambaye anatakiwa kuiendesha familia vizuri. Nafikiri utakuwa unalitambua hilo. Ndiyo nalielewa hilo, lakini bado sijajua nini maana yako. Yule binti aliyekuwepo hapa anaitwa Fani, ni binti moja mstaarabu sana, msikivu, mpole, anaheshimu. Kwa hiyo mimi kama mama yako nataka umuoe yule binti, na ndio ifungwe haraka iwezekanavyo. Mama, mimi nakuheshimu sana na wala sitaki kupinga haya mawazo yako, ila kwa sasa ningeomba uniache, kwa sababu sipo tayari kufanya hilo jambo sasa hivi. Mwanangu, kwa sasa umri wako ni sahihi kabisa kupata mwenzako. Naomba ukubali kumoa yule binti, utakuwa na furaha maisha yako yote. Hakuna kitu kama hicho mama, utanisamehe sana

Naomba unisikilize vizuri sana, e, mwanamke, kama kuna kitu chochote kile umepanga na mama yangu, naomba hicho kitu pangue haraka iwezekanavyo, alafu naomba utoke chumbani kwangu. Mahil, nipe muda kidogo tuongee. Najua vitu ni vigeni sana kwako, nakupenda sana. Ukiona hadi mama yako mzazi amenileta kwako, ujue ameona umuhimu mkubwa sana nilikuwa nao katika maisha yako. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na mwanamke asiyejua thamani yake kama wewe siku zote mwanamke anayejiheshimu hawezi akabebwa kama mzoga huko akatolewa alafu akaja akatupa tu jalalani. Sifa mwanaume ni kupenda na siku zote mwanaume ambaye yupo timamu hawezi kumpenda mwanamke asiyejiheshimu kama wewe. <laughs> Kwa kuwa unaona nimekuja kwako, ndio maana unaona labda sijiheshimu au sijui thamani yangu kama mwanamke. Nimekuja hapa kwa ajili yako. Kuanzia sasa tutalala wote mpaka pale tutakapofunga ndoa, na maanisha ni mkeo mtarajiwa. Kila nilichokizungumza nafikiri umekielewa vizuri sana. Naomba utoke chumbani kwangu kabla sija kubadilikia kwao. Nafikiri mimi naweza nkaoa na mwanamke takataka kama we. <tong> Mama, nakuheshimu sana na wala sija kukuvunjia heshima hata siku moja, ila kwa hichi ambacho unachotaka kukifanya, ipo siku nitakuvunjia heshima. Ni kuvunjia heshima kwa kipi? Labda kukuchagulia mke mwema kwa ajili yako na familia yetu? Mama, mimi siyo kipofu, nina macho yangu naona, na kwa sasa sipo tayari kabisa kuoa, na endapo mimi nikihitaji kuoa nitatafuta mwanamke sahihi ambaye mimi ananifaa, sio kuchaguliwa. Sasa sikia kama huyu mwanamke amekuja hapa kwa sababu hiyo, naomba aondoke na kule chumbani kwangu, simuhitaji tena, aondoke. Aende wapi? Na mimi nimemleta humu ndani kwa sababu yako. Mimi sio mjinga kukutafutia huyu mwanamke. Sasa naomba muongozani, muende ndani mkazungumze, mkija hapa muone mmeshapata mwafaka. Mimi siwezi kuongea chochote na huyu mwanamke. Naenda kuongea naye nini? Mimi kama na mtoto mwingine wa kiume, mlete aje muoe huyu mwanamke, lakini kwangu mimi hicho kitu hakiwezekani, siwezi kumoa huyu hata iwe vipi. sasa kama mimi ni mama yako mzazi nilio kuweka tumboni kwangu miezi tisa, utamuoa huyo binti, la sivyo ukamtafute mama yako mwingine mama mwinginemama